Msingi mzima eneo zima ile si unajua humo humo bwana, najua hizi e, mm, nyumba ndio zinatupaga hata pesa sisi. Meambia mm, nyumba gani umejenga? Msingi wenyewe ulikuwa vipi? E, mm, sio umezoea nyumba ya vyumba viwili alafu Uh, si unapewa bwawa kama ili unashindwa unakimbia. Ndio hiyo hiyo uh, yeah, ikisikia nyumba hii nyumba kweli sasa.